Vision, 2030. Madini ni maisha na utajiri. Waziri wa Madini nchini Anthony Mavunde amesema serikali imepanga kulifanya eneo la kiuchumi la Buzwagi Economic Zone lililopo ilani Kahama mkoa wa Shinyanga kwa kituo cha uzalishaji bidhaa za migodini kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, SADC na kuondolea adha ya kuagiza vifaa hivyo nchi za nje. Eneo la Kahama. Buzwagi Special Economic Zone tumeiwekea malengo ya kuifanya kuwa kitovu cha utoaji wa huduma migodini na bidhaa za migodini sio Tanzania, kusini mwa jangwa la Sahara. Hayo ndio matazamio yetu makubwa. Hatujailenga Tanzania, tunataka tuifanye Kahama iwe ndio kitovu cha utoaji wa bidhaa na huduma za migodini ndani na nje ya nchi. Asilimia kubwa, asilimia kubwa ya migodi iliyopo hapa Tanzania inaagiza bidhaa nyingi na huduma kutoka nje ya nchi. kwa miaka kadhaa iliyopita tulifanya marekebisho ya sheria. Sheria yetu ya madini kifungu cha mia moja na mbili kimeweka masharti ya kuhakikisha wale wote wamiliki wa leseni wanaotaka kupata huduma na bidhaa akikagua eneo hilo la kiuchumi lenye ukubwa wa hekta elfu moja mia tatu thelathini na tatu linalotokana na kufungwa kwa shughuli za uzalishaji madini ya dhahabu za mgodi wa Bariki Buzwagi. Waziri Mavunde anasema: lakini kwa viwanda vyote kwa ujumla ambavyo mpaka hivi sasa vimeonyesha nia ya uwekezaji hapa ni zaidi ya viwanda thelathini. Hivyo ni matarajio yetu ya kwamba nafasi nyingi za ajira zitatengenezwa kupitia kongani ya viwanda lakini pia itasaidia sana kwenye kukuza uchumi wa wilaya ya Kahama ambao kwa kiwango kikubwa sana kwa miaka mingi iliyopita imetegemea sekta ya madini, na mgodi huu uliofungwa hapa ulikuwa na mchango mkubwa sana kwenye kukuza uchumi wa wilaya yetu ya Kahama. Hivyo tunategemea ya kwamba wale wote ambao watapata fursa kuja kufanya uwekezaji hapa watafanya uwekezaji huo kwa mujibu wa taratibu ambazo zimeainishwa na hatutarajii kuona watu wanakuja kuchukua maeneo hapa wanayakalia hawafanyii kazi. Yote ambaye yuko tayari kuja kufanya uwekezaji hapa, si mgeni tu kutoka nje ya nchi. Natoa rai rahi kwa Watanzania waje wafike eneo hili waone eneo hili ambalo lilivyo tayari kwa ajili ya kupokea uwekezaji. Na katika kongani za viwanda zaidi ya thelathini zilizoko hapa nchini, ukiondoa ile ya Mabibu pale Dar es Salaam, hakuna kongani iliyo tayari kama ya Kahama katika miundombinu hapa, kama mkuu wa mkoa alivyosema, tumepita tumeona, kuna barabara za kutosha, kuna umeme tayari umefika hapa mkubwa. Lakini faida ya ziada, kuna mpaka na uwanja wa ndege katika eneo hili. Kwa ni kati ya maeneo ambayo yako tayari sana kwa ajili ya uwekezaji. Nitoe rai kwa watanzania kuitumia fursa hii vyema. Sisi kama wizara ya madini, naendelea kutoa msisitizo kwa wadau mbalimbali kuhakikisha wanaotumia eneo hili kama eneo la kwanza kwenye kukuza sekta yetu ya madini kutoa huduma na bidhaa za migodini, na nimetamka pale awali ya kwamba hivi sasa kupitia sheria yetu ya madini na kanuni zake tumetoa tangazo ya kutokuruhusu baadhi ya shughuli kufanywa na wageni. Mkoa wa Shinyanga umejiandaaje? Tumejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba kongani hii inaenda kufanikiwa na inakuwa ya mfano. Tunatambua wazi prosesi nzima hii ya ufungaji mgodi, ijapokuwa sio mgodi wa kwanza kufungwa, lakini tekniki ambayo imetumika kwenye kufunga mgodi huu aa, kwa kushirikiana na wenzetu wa Barik, wizara ya madini, lakini na serikali kwa ujumla, mkoa wa Shinyanga ni ya mfano. Kwa hiyo tuko mstari wa mbele kuweka mazingira wezeshi kuhakikisha kwamba miundombinu pia Uh, inaendelea ku, ku, kuimarishwa lakini, wakati huo pia, uh, kuendelea kuhamasisha wananchi uh, kwa kuwapa taarifa ya mema ambayo yanaendelea kwenye kongani yetu, lakini na fursa ambazo zina, zinapatikana. Kikubwa zaidi ni kwamba tumeendelea kuimarisha na kupajwa taarifa, lakini tumeendelea kushirikiana kwa ukaribu kuhakikisha kwamba wanashinyanga na wanakahama kwa ujumla wananufaika sana na uwekezaji huu ambao uko hapa. Vijana wanatajwa kuwa miongoni mwa wanufaika wakubwa wa uwepo wa kongani ya Buzwagi. Tunatarajia kwamba viwanda vitakavyoenda kujengwa hapa vitaenda tena kuongeza idadi ya ajira kwa vijana, na tunajua tunalo kundi kubwa la vijana ambao tumewasomesha kuanzia elimu ya msingi na wengi sasa wana graduate elimu ya chuo kikuu na sasa tutaenda kuona kwamba viwanda vinavyoanzishwa hapa, ikiwemo pamoja na chuo cha ufundi vinaenda kuleta tija na kwenda kuajiri kundi kubwa sana la vijana. Tunaitegemea sana kwa manufaa ya wanakahama wote kwa ujumla na hata wanashinyanga wote kwa ujumla, kwa sababu eneo hili lilipokuwa na eneo la uwekezaji wa uchimbaji wa madini liliweza kuchangia kukua kwa wilaya yetu ya Kahama na hasa mkoa wetu pia wa Shinyanga kwa ujumla, kwa maana ilipokuwa inafanya kazi kama Buzwagi gold mine, lakini kwa busara kubwa ya kuona miundo mbinu iliyopo hapa isipotee bure na kuweza ku fanya eneo hili liwe eneo maalum la viwanda, kwa kweli sisi tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri, tunampongeza sana Mheshimiwa Rais.